Ukiwa ndani ya Kristo na umeliamini umeliamini jina la Kristo na unaliamini neno la, la Kristo ambalo alilolituma, hilo neno linakupa ujasiri au linakupa imani kwa sababu gani? Unapo, unapokuwa na imani ndani yako unajengeka kuiona kesho yako hata kama hujafikia ndani yako, unajengeka kuona tumaini ambalo Mungu ameliachilia kwa wandamu. Ndio maana neno la, la Mungu linasema kwamba hii Warumi kumi kumi na saba. Ninasema kwamba nirudie mahali hapa ili uweze kuelewa. Basi imani, basi imani ambayo tunaizungumza hapa, ambayo ni silaha. Bwana Yesu asifiwe sana, ambayo ni silaha basi imani chanzo chake ni kusikia na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kwa hiyo imani tunaipata kwa kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo mwenyewe. Kwa hiyo neno linapotumwa au neno la Mungu linapotumwa kwa mwanadamu Lengo ni kumjengea imani ya kuweza kumwezesha kupiga hatua na kushinda, haijalishi kwamba atakutana na changamoto. Kaza wa kaza, sikiliza nikuelezee kue, ni mfano mmoja. Mungu alipomtokea Musa aka ili kwenye ile harakati ya kuwakomboa wana wa Israeli katika mikono ya Farao, tunaona kwamba Musa, Musa alipokuwa akizungumza na Mungu alionekana kwa na kana kwamba hawezi kufanya lile jambo au hawezi kulitenda lile jambo la kwenda kuwaokoa wana wa Israeli, lakini Mungu akamwambia hapana, mimi nitakuwa pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo alimhakikishia, alimpa uhakika kwamba mimi nitakuwa pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe.